Maana hatuwatazamii viongozi wetu kuwa matajiri wakati wanaendelea kuwa viongozi wa nchi maskini, wala hatuitazamii jamii yetu iruhusu wizi wa mali ya umma, wizi wa fedha za kigeni, ujangili, magendo na unyonyaji viwe ni njia za kawaida tu za kujipatia mali katika nchi yetu. Hatujawa bado taifa la watu wanaokejeli siasa yao. Bado Watanzania wanao uwezo wa kupambanua tofauti za mapato zinazotokana na huduma tofauti za umma au zinazotoa motisha kwa mtu ili aongeze juhudi na zile zinazotokana na wizi na unyonyaji. Ile tofauti ya kwanza ni halali na inaweza kuendelea pamoja na umasikini wetu wakati tunaendelea kuipunguza. Lakini aina ya pili ni haramu kabisa. Utajiri unaotokana na wizi wa mali ya umma na wizi wa fedha za kigeni na unyonyaji na uharamia wa aina mbalimbali Hautupunguzii umaskini wetu bali unatuongeza umaskini huo. Chama chetu hakiwezi kuikubali tofauti hii ya aina ya pili na kikaendelea kuwa CCM na wala kisitazamia kwamba Watanzania wataikubali. Maana tukianza kukubali tofauti hizi haramu zinazoongezeka katika jamii yetu kuwa ni jambo la kawaida, au tukijaribu kulipuuza tatizo hilo, basi amani ya taifa letu na utulivu wa kisiasa tulionao vitakuwa hatarini. Maana mwelekeo wa kutafuta haki utaachwa, na kwa hiyo umoja wetu utavurugwa. Tukikubali kusinzia katika suala hili itakuwa kama mtu anayeachia petroli ikavujia nyumbani mwake. Siku moja litatokea cheche dogo tu la moto na nyumba yake italipuka.